Ameyasema hayo akiwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya 49 ya shule ya sekondari Makumira inayomilikiwa na KKKT Diocese ya Meru iliyoko Arumeru mkoani Arusha. Amesema kuwa ili kijana aweze kufikia ndoto zake, ni lazima ajitunze na kujithamini. Msijiunge na vikundi vibaya ambavyo vinaweza kuharibu malengo yenu kule mtaani. Kuna watu wamechoka mama amesema, wa hapa kule hapafai. Kwa nini? Kwa sababu wameingia kwenye mitandao mibaya mibaya ambayo inaweza kuharibu malengo yao Koyo. Kwa hiyo ninyi kwa kuwa mnamjua Mungu, ninyi kwa kuwa mmepata elimu nzuri, ninyi kwa kuwa mmepata maadili mazuri, msikubali kujiunga kwenye hivyo vikundi vibaya, bali jiungeni kwenye vikundi vizuri ambavyo vinaweza kuwapeleka Kwenye malengo yenu. Kwa hiyo mkimaliza kidato cha nne ni shauku yangu na ni maombi yangu kwa Mungu kwamba Mungu awape wa mwamko wa kuendelea na masomo vidato vingine na vyuo vikuu muweze kufikisha lengo ambalo mmelikusudia. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Makumira, Mwalimu Richard Ulomi, amesema kuwa watoto wote wana haki sawa ya kupatiwa elimu huku baadhi ya wazazi akiwemo Navata Kimaro na Eric Jonathan wakitoa rai kwa wahitimu hao kuzingatia maadili. Tunajitahidi sana kuwa karibu, kuwaweka watoto karibu na walimu na mara nyingi kuwapa mazoezi ya mara kwa mara na kuwajenga kuwa marafiki ili wajue kwamba wanahitaji kuwa kwa kweli pale ambapo hawajaelewa ili walimu wawasaidie. Na kwa kweli niseme kwamba walimu hawa wamekuwa ni msaada mkubwa, kwa sababu mara nyingi wamekuwa karibu na watoto na kujaribu kuwasaidia pale walipokuwa na kwama kitaaluma. Jamii kwa ujumla ni, ni wape rai tu kwamba sasa ni wakati wa kumtetea mtoto na hasa watoto wa jinsia zote, kwa sababu tunapoelekea huku mbele inaonekana kwamba kuna baadhi ya ya, ya ya, watu wameona elimu ni kwa watoto wa kiume tu, lakini Makumira Sekondari si tunaweka kipaumbele sana katika kuhakikisha kwamba elimu inakuwa ni haki sawa kwa jinsia zote, na hii ime, to, imeonekana na imedhirika wazi, kwa sababu hata masomo ya sayansi wengi waliofaulu wamekuwa ni watoto wa kike. Kuna baadhi ya watoto ambao watu wamefikiri kuwa ni changamoto na wameona kwamba hawawezi kubadilika. Sisi tuna wataalamu pia wa kuwapa wa, wa, wa, wa, wa, wa nasaha pamoja na ushauri na kuwarudisha katika mstari ambao unaweza ukawa kama wanafunzi wengine. Mnafurahia sana kurudi majumbani, maisha sio marahisi kama mnavyofikiria, maisha ni magumu mno. Yaani mimi ningeomba mumtangulize Mungu kwa muda mliohubakisha mchache, awaongoze vyema, mkapate kuifanya Makumira iendelee kung'aa. Tunapokimbilia mashule ya makanisa, tunajua ya kwamba malezi ni mazuri na huduma watoto wanazozipata ni kuanzia za kiroho hata na za kimasomo. Kwa hiyo tuwaase sana ninyi wanafunzi ambao mnayotimu leo na bado ambao mpo, hebu jamani, jilindeni mnapotoka hapa, hebu mnapofika kule nyumbani, hebu endeleeni kujiheshimu, kujilinda, bado tunawahitaji huduma yenu, bado tunahitaji sana Akisoma risala kwa niaba ya wahitimu Getrude Emmanuel ametaja mafanikio yaliyopatikana katika shule hiyo, huku Joan Alois na Evelyn Bayo wakiahidi kutumia ujuzi walioupata kujiendeleza zaidi. Ndugo, katika mafali hayo kumekuwa na, na, na maonyesho ya vitu mbalimbali vinavyofanywa na wanafunzi hao shule imefanikiwa kukarabati chumba cha kompyuta au computer room, zikiwa na kompyuta chache ambazo zitawezesha wanafunzi kujifunza somo la kompyuta, computer studies. Mpango wangu baada ya kumaliza kidato cha nne ni kutumia ujuzi wote niliopata shuleni kwenye maisha yetu ya kila siku. Pia rai yangu kwa wanafunzi wengine katika shule mbalimbali, nachoasa sana ni kusoma kwa bidii, Utii huenda sambamba na masomo. Nimepata mafunzo mengi katika shule hii, mfano kilimo, ufugaji wa mifugo. Uwezo huu unakwenda kunisaidia hata niwapo mtaani, nisikae bure, nijihusishe katika masuala tofauti tofauti ya kilimo, biashara, unanisaidia sana unamsaidia kuingiza kipata, nisikae bure kama vijana wengine ambao hawana kazi mtaani. Ni maombi maalum ambayo yamefanyika kwa ajili ya wanafunzi hawa wa kidato cha nne pamoja na wa kidato cha pili ambao watafanya mitihani yao hivi karibuni, kutoka katika shule hii ya sekondari ya Makumira iliyoko katika diocese ya Meru mkoani Arusha. Mimi ni Elihuruma, chao.